Uwanja wa ndege wa Heathrow nchini Uingereza, ambao ndio wenye shughuli nyingi zaidi barani Ulaya, ulifungwa mapema Ijumaa kwa saa 24 baada ya moto mkubwa katika kituo kidogo cha umeme kukata umeme kwenye kituo kikubwa magharibi mwa London, maafisa walisema. Mamlaka ya uwanja wa ndege ilisema wanatarajia usumbufu mkubwa katika siku zijazo, huku mamia safari za ndege na maelfu ya abiria wakiathirika. Heathrow inakabiliwa na hitilafu kubwa ya umeme, operator wa uwanja wa ndege alisema katika taarifa kwenye tovuti yake, akiongeza kuwa itafungwa hadi kabla ya saa sita usiku Ijumaa. Abiria hawapaswi kusafiri hadi uwanja wa ndege kwa hali yoyote hadi itakapofunguliwa huduma ya kufuatilia safari za ndege mtandaoni Flightradar24 ilisema kufungwa kwa Heathrow kutaathiri angalau safari 1351 za ndege kwenda au kutoka uwanja wa ndege. Ilisema safari za ndege 120 kuelekea uwanja huo wa ndege zilikuwa angani wakati kufungwa kulipotangazwa. Kikosi cha zimamoto cha London kilisema kumekuwa na moto katika kituo kidogo cha Hayes, mji wa karibu, katika eneo la London la Hillingdon, ambao ulisababisha kukatika kwa umeme. Magari kumi ya zimamoto na wazimamoto karibu sabini walikuwa kwenye eneo la tukio, wakati karibu watu 150 walikuwa wamehamishwa kutoka kwa makazi zilizo karibu. Picha kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha moto mkubwa na moshi ukipanda kutoka kwenye kituo hicho. Video zingine ambazo zinaonekana kupigwa ndani ya vituo vya Heathrow zilionyesha maduka yaliyofungwa na korido zisizo na watu. Uwanja wa Heathrow huhudumia zaidi ya abiria milioni 80 kwa mwaka na operator anasema kuna takriban safari elfu moja na mia tatu za kupaa au kutua kwa siku. Msemaji wa shirika la ndege la United Airlines alisema kuwa safari saba za ndege za United Airlines zilirudi kwenye uwanja wao wa asili au viwanja vingine vya ndege na safari zote za Ijumaa kwenda London Heathrow zimegairiwa. Huko Sydney, Qantas ilisema safari za ndege mbili zikielekea Heathrow, safari ya moja kwa moja kutoka Perth na nyingine kupitia Singapore, zote zilielekezwa kwenye uwanja wa ndege wa Charles de Gaulle wa Paris. Ilisema ndege zingine mbili zilizopangwa kuruka kutoka London siku ya Ijumaa zinaweza kuathiriwa.